Wakati mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipasilisu akiwa yuko mahabusu kwa siku ya leo, ikiwa ni siku ya tarehe ishirini na mbili mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano majira ya jioni, makamu mwenyekiti wa chama hicho cha demokrasia na maendeleo John Heche hatimaye naye pia amekamatwa na jeshi la polisi akiwa Dar es Salaam eneo la Kariakoo, ambapo kwa siku ya leo alitangaza kuwa na mkutano wa hadhara. Taarifa zinadai kwamba mkutano huo uliotangazwa zaidi ya wiki moja, mchana walitumiwa barua kutoka jeshi la polisi, ikiwa ni taarifa rasmi ya kueleza kwamba mkutano huo umezuiwa kutokana na taarifa za kiintelijensia ambazo zilielezwa kwenye barua hiyo. Kama ambavyo jeshi la polisi halikutarajia ama haikutarajiwa ni CHADEMA kufanya mkutano huo ambao tayari ulishazuiwa na jeshi la polisi lakini Heche pamoja na wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja na viongozi wengine wao waliendelea na maandalizi ya mkutano huo na kuendelea kutangaza katika eneo hilo la Kariakoo. Shughuli za mkutano huo zilishaanza na Heche akasogea katika mkutano huo lakini kama ambavyo polisi walikuwa wamejiandaa mkutano huo usifanikiwe, alivyoshuka tu akadakwa, akuelezwa kwamba anatakiwa kwenda kituo cha polisi. Akaleta ubishi na wanachama wa Chadema akaeleza kwamba wao kama anahitajika polisi basi watampeleka kiongozi wao huyo. Mvutano huo ulidumu kwa zaidi ya nusu saa kabla ya jeshi la polisi kuongeza nguvu na kumchukua Heche na kuondoka naye. Kupitia kwenye ukurasa wa mjumbe kama wa kamati kuu wa chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo, Mheshimiwa God bless Lema yeye amethibitisha kwamba Heche amekamatwa na aifahamiki amepelekwa wapi, huku wakieleza kwamba walishatoa taarifa kwa jeshi la polisi na walishafanya matangazo juu ya mkutano huo, lakini wanashangaa imekuwaje mkutano huo kuzuiliwa ghafla na Heche kukamatwa na kueleza kwamba hawafahamu amepelekwa kitu gani cha polisi. Hali ilikuwa hivi. <tune>